Mkali tena Jara, mimi najua mchana uwaga ni wakwako kabisa, madini mengi sana madini mengi sana, sana. So far tunaona hichi kinachoendelea mm -hmm. Duduba anatoa maneno haya na ukupaula maneno mm haya -hmm. Labda Jara, kekwa hekima yako wewe unavyomfahamu mkubwa fela Mkubwa fela mkubwa na wanawe, mm. Mi najua mi najua kabisa kwamba wewe kwenye industry una vitu vingi sana, unajua na manager mkubwa fela. Mi najua kwa sababu ni mtu wako karibu, tuambie nini unachokiona, lakini wewe una kauli gani juu hili? Tuambie kwa urefu kabisa JR. Nadhani kuna, uh, kuna vitu viwili vimekutana kwenye, kwenye scenario ya mkubwa. mm. Vitu viwili, kitu cha kwanza kazi, mm. na kitu cha pili maisha binafsi. Unajua jana uh, tumefanya interview na Tunda Planet Bongo kama umeisikia, ume nikamuuliza swali Tunda, kwa sababu tunaona tayari kuna kama kugawanyika kwenye swala la mkubwa Fela. Kulitokea maneno gani baada ya Fela na tale Tale kwenda WCB kuiacha Temeke na kuiacha Tip Top Connection akasema, watu walikasirika. Unajua, uki, ukiwa una, una, unafanya habari kwa kuzichunguza utagundua kwamba kuna, kuna hard feeling sana kwa, kwa mkubwa Fela. Kuna, kuna vijana wanaamini alikuwa amebeba ndoto zao um, na kutokuwa nao karibu kuwa karibu na nasibu zi, hizo ndoto ziliharibika. Hivyo ni vitu ambavyo vinahusiana na biashara. Alafu kuna watu ambao wanamtazama kama baba wa familia, kuna watu ambao wanamtazama kama brother, kama, kama, kama, kama mtu tu ambaye inabidi asaidiwe ili maisha yaendelee. Kwa hiyo kwenye ground yao hizo hisia za aina tofauti zimekutana kwao ni ngumu sana kuweza kumzungumzia mtu katika eneo ambalo amesimama. Dudubaya mimi, mimi, mimi nimekuwa nikimsikia Dudubaya mara nyingi nikiwa nampinga lakini nikijaribu kufuatilia katika baadhi ya washikaji wanasema, ah, unajua Dudubaya sometimes ana fact anazungumza vitu ni nini nini, lakini hili la kwamba kadhulumu watu, unajua unajua hili la kwamba ni mdhulumati. Nadhani ndio unajaribu kutaka kulifahamu. Hili la kwamba Fela ni mdhulumati. Hili ah, se ni zito kuzungumza sasa hivi. Zito, kwa kwa scenario kwamba yule ni mgonjwa kwa nini lisingesemwa kabla? Yani, kwa nini mpaka Fela kaumo ndo watu wanasema Fela ni mwizi. For real, like, like for real. Kwa nini sasa hivi? Kwa nini sasa hivi fela, Fela kawa, kawa, kawa na hizo, hizo sifa zote yeye e, yani ku, kuwa na afya kulikuwa kuna ziwi, yani nini, watu kusema unajua unaweza ukawa sahihi sana katika vitu ambavyo unavyovisema mazingira yakakufunga. Mimi binafsi mimi binafsi natamani hili lipite kwanza awe na uwezo wa kuja kuzungumza kinachozungumzwa dhidi yake, alafu hayo mambo yazungumzwe, kwa sababu sidhani kama ukimwacha mkubwa pale kwenye familia yake kuna mtu anaweza akaongea kwa niaba ya mkubwa. Nikiangalia wanaye wote si, sioni kama anaweza kuzungumza kwa niaba ya mkubwa. Uh, yeye mwenyewe ni mgonjwa. Naomba, naomba kaka zangu busara kidogo zitumike sasa hivi, yule mtu anaumwa, anaumwa yule. Okay, moja ya kitu ambacho nilikutana nacho kwenye mitandao ya kijamii ni watu wanasema kwamba ina maana Dudubaya anajua kila kitu. Hiyo unaichukuliaje kauli nah? -Dudu, he, he's a legend bro. Dudu ni legend. Unajua unapomzungumzia Dudubaya unazungumzia mwanangu huna nidhamu 2001 nadhani na na 2002. Huyo ndo Dudubaya, mtu ambaye ana zaidi ya miaka 24 kwenye industry lazima yeye anajua vitu kuliko watu wenye miaka mitano sita. Huo ni ukweli, huo ni ukweli. Alafu sasa, kitu kingine, kitu kingine ambacho watu inabidi wakifahamu, sisi game yetu imepitia michakato mingi sana. Imepitia michakato ya wakina JK, ndo wasanii wakubwa wamepotea, wame imepitia michakato ya, ya, ya wakina Profesa Jay ndo wasanii wakubwa. Imepitia michakato ya kina Q Chief, ya kina, kina Matonya hawapo. Imepita michakato ya Diamond ndo sasa hivi watu wanasema, you understand hivyo vitu. Kwa hiyo watu ambao walikuwepo katika katika hizo era, they know they know, bro, wanajua, kuna vitu wanajua <laughs> Wasiseme Dudubai anajua kila kitu. Dudubai kuna vitu anajua, maybe kuna watu wafahamu lakini Dudubai kuna vitu anajua. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kiko wazi, tusipotezeane muda kuanza kusema ana vitu anajua, basi okay. Uh, Diamond pia naye tukaona baadhi ya watu wanajaribu kumsemea, e, kwamba alimsaidia sana lakini pia akakatishwa tamaa na moja mbili tatu. Hilo pia nalo najua nalizungumziaje, najua ni mtangazaji mkubwa, unajua eh, vitu vingi eh, kwa, kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Mondi yeye alikuwa anatamani lile jambo alibebe kwa mujibu wa taarifa na vyombo taarifa ambayo mimi nayo, lakini kuna watu wakawa wanatamani kusaidia. Sasa wale watu walivyokuwa wanatamani kusaidia, ikawa hakuna access ya moja kwa moja kusaidia, kwa sababu tayari kuna mtu ame yuko pale mbele anasaidia, naomba ieleweke, anasaidia. Ilipokuja kutokea kwamba wewe naye kwa nini unatuziwia, akajitoa. Sasa akajitoa, lakini alikuwa anasaidia kabla. Hiki kitu mimi Sijui kwa nini sitaki kukiamini, sijui, sijui kwa nini, kwanini mimi sitaki kukiamini hiki kitu ni hiyo, kwa kwamba Diamond alikuwa anasaidia, alafu watu wakaja wakasema, bwana, kwa nini wewe unasaidia, Diamond akajitoa. I think ilikuwa ni, ni, ni maamuzi mepesi sana kufanyika mepesi sana kufanyika kwa kwa mujibu wa Fela na namba na ambavyo amejitoa WCB, lakini pia inawezekana kuna watu wanatuficha hawatuambii, Diamond kaambiwa nini mpaka kasusa, maybe maybe kuna kitu tunafichwa, watu hawasemi walizungumza nini mpaka watu wamesusa. Kwa sababu mgonjwa kasuswa, kwa mujibu wa, kwa mujibu wa taarifa mgonjwa kasuswa. Mtaka mwongee nini? Mgonjwa kasuswa, ze kasuswa, mgonjwa wamemsusa mgonjwa kwa mujibu wa mke wake, hata watu ambao waliokuwa wana, wana, wana, wana, wana, wanafanya kazi na mkubwa wa kazi simu waziti simu ya Mboso mimi mi nimepigiwa simu juzi nilivyoposti na meneja wa Chege akanielekeza Chege ameshasaidia sana pale. Kumbe kuna watu wamesaidia, hawasemi. Na hawasemi. Na hatujui kama wamesaidia, lakini sisi tunasikia ambacho wamezungumza familia. Na familia kilicho nyooka kabisa hiko wazi mgonjwa akasuswa. Atuseme nini? So nini kifanyike sasa katika hili? Kwa sababu heshima mkubwa fela ni kubwa sana Jera. Na mwenyewe unatambua hili. Na ni mtu ambaye mlikuwa mkifanya naye kazi za hapa na pale. Kwenye Busara, kukuza e, mkubwa na wanawe na, na mengine kibao. Busara. Busara. Busara kama ambavyo umeona mama mama Dangote alivyozungumza, eh? Kwa jamani, jamani, tusifike huko, muone tena na sisi tumeshafanya moja mbili tatu nne tano. Busara. Kwa sababu hizi pande hizi zikizidi kunyoshana mikono, mimi sina mashaka kabisa na hao watu wazima hao ambao wanaweza wakala ugali. Mimi mashaka yangu tu ni Fela. Guys, niko serious katika hilo. Mimi Fela akipona ongeeni. Semeni chochote ambacho mnataka kukisema, lakini kwanza yule mzee apone apate apate nafuu, turudi tena katika michakato yetu ya kawaida. Tutumie busara, kwa sababu mpaka watu wanasema wameenda India. Sijajua maradhi ni maradhi gani, lakini India mara nyingi zi watu wanaeza kufanya operation tu kubwa kubwa kama wewe eh, labda wewe mzangu unaweza kama unajua kuna operation ndogo wa, ah, watu mm, wanaenda kufanya India, lakini ukisikia India unajua mchongo umetoka kama ulikuwa unataka kutushinda hapa ndani, ndio watu wanaruka kule kwenda kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Kwa hiyo mgonjwa ambaye kapatiwa kafanywa operation kama hiyo anahitaji careness, anahitaji love, anahitaji kufarijiwa, kwa sababu kuna mtu anasema, Chege alipofika mkubwa alilia, ah, kuamini kwamba eh, bana, mimi niliwaacha watu mm, leo hii wao ndo wanakuja wananitunza leo hii tena, da bana, sijui sijui, unanielewa watu wanasema hivyo, kwa hiyo anahitaji love, anahitaji support. Sasa hivi yule mzee, labda unajaribu kumtafuta Chege ukazungumza naye. mwili matatu, nimeongea na meneja wake. Chege ni mtu yuko low key sana, na naheshimu sana hiyo faragha yake, lakini nimeongea na meneja wake almost saa kama saa na nusu. Uh, akanielezea vitu ambavyo Chege amefanya pale. Big up sana kwa Chege. Kwa hiyo ambacho wao wamekifanya, wame so far Big up sana kwa Chege. Ambacho mimi najaribu kusema ni watu wote akiwemo Diamond warudishe mioyo yao nyuma, hiki hiki ambacho kinatokea cha familia, hawataki familia wanataka, kinamuumiza mgonjwa, ujue, ujue fela, so mkewe fela so mke wake wala fela so anawe fela, ni fela. Kwa hiyo inabidi kwanza fela ahudumiwe ahudumiwe na, na, na, watu ambao amba, amba wako naye karibu mi, mi nasikia, sijaona hata akitajwa akitajwa Tale Tale katika watu ambao walimtembelea wali mkubwa. Ina maana ina maana pia Tale ni rafiki yake wa karibu sana. Kwa nini Tale haendi? Watu wasilaumu tu watu wasilaumu Tale, kwa nini Tale haendi? Kwa nini Tale haendi Salamu Sika, na kwa nini Salamu haendi? Kuna nini kinazungumzwa hapo nyuma? Tunafichwa nini? <laughs> kwa nini Kwanini? Kwa nini tu -tu tujaribu kumsaidia tumsaidie, kwanza mzee mzee apone, aya mengine yote haya yatatoka tu, lakini kwanza mzee akaye sawa, nadhani yeye, yeah, anaweza akazungumza vizuri, okay. Ninashukuru sana asante.